Karibu nikipitisha katika historia ya rais alikamatwa na Donald Trump mapema siku ya leo ambapo rais huyo anajulikana kama Nicolas eh, Maduro rais wa Venezuela, aliyekamatwa mapema siku ya leo tarehe 3 Januari mwaka 2026. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba jeshi la Marekani limefanya operation ya kijeshi kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, pamoja na mkewe Celia Flores. Wote wawili walikuwa wameondolewa eh, kutoka vene, Venezuela na kupelekwa nje ya nchi. Jinsi ilivyofanyika operation ilibuka asubuhi mapema ikiwa na mashambulizi katika miji mkuu wa Caracas ikismaluma kijeshi ikijumuisha Delta Force. Trump alisema Maduro atakabiliwa na mashtaka ya jinai Marekani, ikiwa ni pamoja na narco terrorism pamoja na terrorism yaani kwa maana ter ya terorismu ya madawa ya kulevya na uhusiano wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Maduro, kabla ya kukamatwa, Nicolas Maduro e, alichukua madaraka mwaka 2013 baada ya kifo cha Hugo Chavez, na alihudumu kama rais wa zaidi ya miongo moja akiongoza chama cha kisaikolisti yani PSUV na sera zilizokosolewa kwa ukandamizaji wa kisiasa na ubadhilifu wa, wa, wa, wa mali za umma. Marekani ilimfikisha kwenye kesi ya 2020, Manhattan, New York, ikimkabili kwa mashtaka ya kuongoza mtandao wa madawa ya kulevya na kusafirisha kokaini, na tangu mwaka 2025 Trump aliongeza e, zawadi za, za ya dola 50 milioni e, kwa mtu yeyote atakayeleta habari ya kukamatwa e, kwa Maduro. Uhusiano kati ya Marekani na serikali ya Maduro ilikuwa mbaya kwa miaka mingi. Marekani haikuamini e, baada ya uchaguzi wa mwaka 2024 ili E, ilimtetea kiongozi wa upinzani kama rais halali, jambo lilochangia mvutano mkubwa athari na mjadala wa kimataifa ripoti za mzozo. Serikali ya Venezuela ilikanusha ripoti zake za kuhitaji operesheni hiyo kama uvamizi uva wa kijeshi na uongozi wa nchi huru. Kulikuwa na protests, e, yani wa, wa pinga, mapingamizi ya machafuko kati ya miji kadhaa na mashariki ya kimataifa kuhakiki muundo wa kisheria wa tukio hilo. Hii hapa ni historia fupi ya rais eh, wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo jina lake kamili ambalo, ambalo alipewa na wazazi wake ni Nicolas Maduro eh, Moros. Alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 huko Caracas, Venezuela, mji mkuu huo wa nchi ya Venezuela. Kabla ya siasa alikuwa dereva wa basi na kiongozi wa chama cha wafanyakazi eh, kuingia serikalini, alikuwa waziri wa mambo ya nje mwaka 2006 hadi mwaka 2013 chini ya rais Chavez. E, kuwa rais alichaguliwa kuwa rais mwaka elfu mbili na kumi na tatu baada ya kifo cha Hugo e, Chavez. Uongozi wake ameiongoza Venezuela kwa sera za ujamaa, yani socialism. Utawala wake umekosolewa kwa e, wa, e, wakandamizaji na wa wapinzani, matatizo ya haki ya binadamu na uchumi uliodorora vibaya mno. Mgogoro wa kisiasa, nchi imekumbwa ime na mchafuko mkubwa sana wa bei, uhaba wa chakula na dawa. Marekani na baadhi ya nchi hazikumtambua kama rais halali baada ya uchaguzi e, zilo, zilizoleta utata. Mahusiano ya kimataifa, Marekani ilimwekea vikwazo na kumtuhumu kuhusika na biashara za dawa e, za kulevya. Maduro ameonekana na tuhuma hizo na kuzitaja kama njama za kibeberu. Kwa ufupi, Nicolas Maduro ni rais aliyerithi uongozi wa Hugo Chavez, lakini utawala wake umejaa migogoro ya kisiasa kiuchumi, na kimataifa. Hii ni historia fupi ambayo inamhusu rais huyu aliyekamatwa mapema siku ya leo na Donald Trump. Taarifa hizi zimeweza kuzua gumzo sana katika page na mitandao mbalimbali mbali ya kijamii e, na jambo hili mpaka sasa linaendelea kuzungumzwa kimataifa. So karibu ni kupitishe e, katika e, ulinzi wa rais huyu e, ulikuwaje? Kwa nini amekamatwa kiraisi rahisi hivi huyu e, rais wa Venezuela usimchukulie poa, na ulinzi mkali sana sana tena, kupitisha katika ulinzi wake ambao alikuwa anatumia hatari sana. Hii ni Dax Media Blue House, mimi naitwa Dax Drizzy, karibu nami nikupitishe katika kipengele hichi mwanzo hadi mwisho kupitisha katika baadhi ya vitu muhimu ambavyo e, ulikuwa uvifahamu kutoka kwa rais huyu aliyekamatwa, e, na jeshi hatari zaidi la Marekani. E, jeshi hili ambalo limepata sifa kwelikweli kwa, kwa kumkamata rais huyu wa Venezuela. Mfahamu kwamba rais wa, wa Venezuela analindwa na kikosi maalum kiitwacho e, Garde de Honor Presidential chenye mamia ya wanajeshi na makomando waliobobea katika ulinzi wa viongozi. Kikosi hiki hutumikia e, amii am, hutumia mchanganyiko asilaha ndogo ndogo na nzito kama vile AK eh, mia moja na tatu PKM machine gun, lakini pia FN MAG na zingine zote hizo. So eh, pia hutumia drones maalum kama eh, maho, mahoja eh, kati ya mbili over 4 zilizotengenezwa na Irani, ambazo eh, zina kamera za Fred, na vifaa vya usiku yani night vision vinaweza vikaona usiku e, kwa uhalisia kabisa, na zinaweza pia kuruka muda mrefu kufanya upelelezi yani surveillance, na kutumia taarifa moja kwa moja na kutuma taarifa moja kwa moja Ikulu. Droni hiyo unaweza kuona kwa mfano hapo hiyo hapo chini e, jinsi kama unavyoona hizo ni sifa za mashine ambazo rais huyu e, wa Venezuela anazitumia so Uh, apart from that from nitakupitisha that, pia eh, ambapo wana, wanatumia pia drones kutoka China, drones za China zao zinaitwa ASN mia mbili na sita, wing Winglong ambazo hutumika eh, kukwepa na kuzuia mashambulizi na makombora yanayolengwa eh, kwa urahisi eh, kwa pia so eh, eh, kikosi kina magari maalum yasiyopitisha risasi aina Eh, amord ambavyo hivi vinajulikana katika lugha ya kitaalamu kama suvi kutoka Urusi, ambapo magari hayo yanakuwa ni jumla yapo mia mbili na VN4 amord personnel carriers caee eh, kutoka chini yapo mia moja lakini pia kuna helikopta za kijeshi MI 17 na Super Puma ya AS 332 32 kwa ajili ya kumtorosha raisi eh, kukiwa na dharura eh, lakini pia helicopters hizo hazipitishi risasi na zina kinga dhidi eh, ya makombora pia. Kikosi hichi kina ndege tano za kivita kutoka Urusi aina ya Sukhoi Su eh, 30 MK2 na ndege saba za doria kutoka Pakistani aina ya k 8 eh, eh, Karakorum jets zenye uwezo wa kukimbia hadi eh, kilomita I mean, zinauwezo wa kukimbia kph elfu moja lakini pia mia nne themanini. Notes hizi hapa ni lugha za wanaanga, nafikiri wanakuwa wanazifahamu vizuri. Mbali na hayo yote, hii e, ilimfanya me, Maduro kuwa rais mwenye ulinzi mkali wa wakis, kisasa kuliko marais wote wa Amerika e, kusini na Caribbean. Lakini pamoja na yote hayo, Marekani iliposema tunahitaji e, kituoni uje uandike maelezo, wametumia dakika mia moja ishirini na nne tu kama e, hajasnichiwa basi, madaraka madaraka, eh, madaraka ni kitu hatari mno, so unaweza kashangaa, uh, ulinzi wote, lakini ameweza kukamatwa Donald Trump. Naweza kusema kwamba eh, kama jinsi anavyosema kwamba alipangalo Mungu hakuna wakilivunja. Kwa hiyo, naweza kusema kwamba kwa upande wa Tr Tr Donald Trump, akiamua lake hakuna wakilizuia labda Mwenyezi Mungu pekee aingilie uh, kati, so katika upande wa kijeshi hakuna kumgusa rais wa United States. Hapa namzungumzia the real Donald Trump so Eh, nafikiri umeweza kutazama historia ya rais huyu wa Venezuela ambaye ameweza kukamatwa majira ya leo na jeshi eh, la Kimarekani. Hatari zaidi mi, ni Alexander Scott Ruiz, Blue House ndio ii hapa. Subscribe hapo chini, ule mwanafamili wetu wa kwanza na wa nguvu, ambao tukunapata update zetu kila wakati na kila muda. Mi niko na chusi hapa.